Karibu kwenye kuzama kwetu kwa kina katika maisha ya siri ya baadhi ya mapapa wanaovutia katika historia. Katika kumbukumbu za kanisa Katoliki, mapapa naheshimiwa kama warithi wa Mtakatifu Petro aliyechaguliwa na Mungu kuongoza waaminifu. Lakini nyuma ya pazia la uchamungu na utakatifu, watu hao walikuwa na siri, ukweli uliofichwa ambayo linong'ona kupitia korido za wakati kabla ya kuchukua nadhiri zao takatifu wanaume hawa walikuwa na maisha na wanapenda historia ambayo mara nyingi hupuuza. Jiunge nasi napofunua hadithi za upotovu wa papa, tukichunguza wakati ambapo mistari hiyo kati ya ujitwaji wa kiroho na matamanio ya kidunia yaliyofifia na kuacha urithi ukiwa umefunikwa katika heshima na kashfa. Safari yetu inaanza katika karne ya 15 na Papa Pius wa Pili, mtu wa barua na tamaa kabla ya kutoka kwenye upapatusi, wakati huo kujulikana kama Aeneas Silvius Piccolomini, alikuwa mwanadiplomasia na mshairi, mtu wa ulimwengu. Safari zake zilimpeleka kote Ulaya, ambapo njia yake ilikuwa moja kila wakati. Katika inchi zenye miamba ya Scotland, mtoto alizaliwa, mwana aliyebeba uzito wasili minong'ono ya mtoto huyu. Mtendo ulifuata pispili, ukumbusho wa mala kwa mala wa maisha yake ya nyuma. Mara kadhaa baadaye, huko Strasbourg Kiungo mwingine, mtoto mwingine, binti. Wakati huu wakati huu, mama mwanamke anaitwa Elizabeth kutoka Britain alimshikilia mtoto wake kwa miaka 10, tu miezi kabla kifu ya kifo alidai maisha ya vijana. Matukio haya yaligubukiwa na usiri, yanafunua hadithi ya mwanadamu nyuma ya misa ya upapa. Hadithi yetu inayofuata inatupeleka ndani zaidi katika ulimwengu wa fitina za papa, tukimlenga Papa Innocent wa 8. Mzaliwa wa Giovanni Batisti Saibo, Inosenti wa nane alipitia maji ya ahila ya Lenesensi. Upapa kwa uelevu ulitokana na tamana na vifungo vya familia. Kabla ya kuvaa vazi wa upapa, Inosenti wa nane alizaa watoto wawili, mtoto wa kiume Francisisto na binti Teodorina. Watoto hawa mbali na kufichwa, walikuwa watoto wa kwanza kuzaliwa. Ndoa ya Francisto na binti wa Lorenzo de Medici, mtawala mwenye nguvu wa Florensi, aliimarisha muungano ambao ulinufaisha familia zote mbili muungano huu ulifungua njia kwa mwana mdogo wa Lorenzi kuinuliwa kuwa kadinali, jue la kukanyaga kwenye njia yake mwenyewe ya kuwa papa Leo wa kumi. Teodorina pia aliolewa katika familia mashuhuri ya Italia Usodi di Milis, zaidi kuimarisha ushawishi wa Innocent wa nane. Haya hayakuwa mahusiano ya ndoa tu; haya yalikuwa na mambo ya moyoni, yalikuwa mashirikiano ya kimkakati ambayo yalionyesha mwingiliano mgumu wa familia na nguvu katika Renaissance Italia. Hadithi yetu ya mwisho inatuleta kwenye enzi yenye misukosuko ya matengenezo ya wa kanisa na utawala wa Papa Clementi wa saba. Clementi alizaliwa Giulio, alikuwa mtu alishikiwa katika uzito wa familia yake urifi na mtikiso unaolikomboka kanisa. Mediki walikuwa mashuhuri kwa uwezo wao na ulinzi, lakini pia kwa tamaa yao ya ukatili. Matengenezo ya kanisa yalikuwa wakati wa azimio kuu, na matengenezo ya kanisa yalikuwa wakati wa hali kuu uamuzi. Minong'ono ilimfuata Klementi, minong'ono ya uhusiano na mwanamke mshanga, labda mtumishi, labda mtu ambaye alimsikilia kwa nguvu zake. Uhusiano bila kujali asili yake ya kweli, ulitoa mtoto wa kiume Alessandro de Medici. Kuwepo kwa Alessandro kulipinga utakatifu wa nadhiri za Klementi, mfano halisi ya zamani iliyofichwa na papa. Bado Klementi alifungwa na mahusiano ya damu na labda hisia ya wajibu wa baba alikubali Alessandro na kupanga kupanda kwake kwa papa kwa njia hii alikuwa kwanza kuinuka na kuwa duke wa Florence katika Alessandro tunaona athari ya kudumu ya siri hizi za papa ukumbushwa kwamba siki za nyuma haiwezi kamwe kufutwa hadithi hizi zilizonong'ona kwa vizazi na tukumbusha kwamba hata wale walioinuka safu za juu zaidi za nguvu za kidini zina nyakati ngumu na mara nyingi zilizofichwa uzito wa ofisi yao haungeweza kufuta binadamu wao, tamaa zao, dosari zao. Hao walikuwa watu wa Mungu, ndio, lakini pia wa wakati wao na ulimwengu wanamoishi. Asante kwa kuungana nasi katika safari hii ya historia. Usisahau kupenda kushiriki na kusubscribe kwa maarifa zaidi ya kufikia katika pembe zilizofichwa ya zamani. Maisha ya mapapa hawa yaliyojawa na uchamungu na kashfa yanayotumika kama ukumbusho kwamba historia ni mara chache nyeusi na nyeupe, lakini baada ya tepstili kusuka wote giza na mwanga.